Kiendelea na masuala ambayo yametufikia Naam. E, mikopo ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha yetu. Eza ukawa na shida ukamfata ndugu yako individual au ukaenda katika taasisi Naam. Tumezungumzia individual, tuende katika taasisi Naam. Mwanzo taasisi ilikuwa haina system ya kukopesha kwa mifumo ya Kiislamu. Lakini baadaye ikaanzisha ile mifumo ya Kiislamu. Lakini tukiangalia background ya ile taasisi, hmm, profit zote zimekuwa generated kutokana na ile riba ambazo zilipatikana. Hmm. Unalizungumzia swala hili kwa mtazamo gani? Ala kulli hal, swala la mabadiliko na kutoka katika hali ya kumiliki mali kwa njia ya riba. Ndio. Kisha mwenye kumiliki mali ile akatubu. Na, Akarudi kwa Mola wake kisha akajuta katika aliyokuwa ameyafanya akarejesha haki za watu wenye kujulikana haki zao naam akaanza kwa miamala iliyokuwa katika hali ya uhalali na usafi basi afa Allahu amma salaf Mwenyezi Mungu anasamehe yaliyotangulia ndio asema Allah subhanahu katika aya ya mjariba akasema kwamba wa in tubtum kabla alisema kwamba ya walladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin naam kwa baini mliyoamini Mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadharu ma baqiya min ar-riba, na acheni yaliyobakia katika mi miamala ya riba, achana nini nayo, tena maki ushaamini na kutubu, basi achana na riba iliobakia, tena ushendeleze muamala wa riba baada ya kutubu. In kuntum ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa maana fa in lam tafaalu fa adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, ikiwa hamkufanya hivyo, maki hamkuacha kutumia riba na kuacha miamala ya riba basi fahamuni ya kwamba autangazeni vita baina yenu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, kwa hivyo mwenye kula riba au kutoa riba au kupokea riba au kuwa shahidi wa riba kuwa wakala wa riba, wa riba, na mfano wa hayo, hao wote wanakuwa ni sawa na wale ambao wametangaza vita baina yao na Mola wao, tena sina Mola wao tu, bali na mtume wake na mtume wake. Kisha akasema wa in tubtum, na ikiwa mtatubu, makemkaacha hayo mambo ya riba, basi kuna mapomo hilo falakum ruusu amwalikum, kwanza yen, haki yenu nyinyi. Akisema falakum ilam liibahati ibahati lintifai watamalluki, inaonesha kuhalalika kumiliki kilichopo pale katika kile cha halali. Umetubu katika riba, basi yale yote ambayo ni riba yavue, warejeshe wenyewe, warejeshe wenyewe, ubakie na mali yako safi au asilimia zako safi katika mali yako, ndio aseti yako ya asili. Kwa hivyo akasema fala kumruusua, basi bakieni na lile rasilimali yenu tu, ambayo ndio chimbuko la kumiliki kwenu. la tadhlimuna wala tudhlamun maki, musidhulumu wala musidhulumiwe. Hasa katika riba kuna kudhulumu na kuna kudhulumiwa. Kudhulumiwa, huyo anayetoa riba kumpa yule mkopeshaji, anakuwa amejidhulumu nafsi yake kwanza, ndio kwa kuwaasi amri ya Mola wake kisha amejidhulumu sehemu katika haki yake kwa kumpa asiyestahiki asiyestahiki na yule naye pia kwa kuchukua ambacho ni cha haram amefanya dhulma kwa kuasi amri ya Mola wake kisha anachukua mali ya mwenzake kuleta baadhi ya watu hoja naam kwamba ikiwa tumeridhiana mimi nimekubali mwenyewe bwana kwa hiari yangu mwenyewe kwa hiari yangu naam haya kuna dhambi gani simeridhia mwenyewe hakuna ridhaa ya mtu katika kile ambacho anakichukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio siangalie personal interests zetu sisi. Baba, Tusiangalie maslahi yetu sisi kwamba mi nimeridhia mwenyewe. Kuna mtu anaridhia mpaka mambo mabaya, madhambi makubwa. Mtu anasema nimeridhia mwenyewe kufanyiwa mwanangu hivi. Haifanyi, haikubaliki kusema ameridhia mtu uovu ufanyike kwa nafsi yake wala kwa mtu mwingine yoyote. Hata akiridhia basi hairuhusiki, na ndio maana katika mambo ya katika zile ile fiql jinayat mambo ya criminal, maana katika makosa ya eh, jinai kisheria kwamba ikiwa mfano mtu atamwambia mwenzake pia rafiki yake, ndugu yake, kwamba kamata kisu hiki, niue, niue mm -hmm. Niko radhi uniue, nimeamua <laughs> utaka kufa, nisaidie kuniua, nife yeah. <laughs> Ikiwa atachukua kisu kile na, na kutekeleza dhamira ile hiyo yeah. utabaru qatilan moja kwa moja, anda nam, anazingatiwa kuwa ameua kwa makusudi, kusudia kwa makusudi, ni kosa la jinai kwa sababu huyu hamiliki nafsi yake kwamba ajiue mwenyewe, wala hamiliki kumpa mwingine mamlaka kumuua kisheria kama ilivyokuwa yeye mwenyewe pia kujiua haruhusiki, ni haramu amesema Allah subhanahu wa ta'ala: wala taqtulu anfusakum, musiwu nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, Mwenyezi Mungu kwa hakika kwenu amekuwa ni mwenye huruma. Sasa vile vile katika masala ya mali, akisema mtu ameridhia, mwenye kuchukua riba naam, je Mwenyezi Mungu ameridhia? Cha kuangalia hapa ni ridha ya Mwenyezi Mungu, si ridha ya mtu mwenyewe, ridha yangu mimi mwenye binafsi na ridha ya mtu ataridhia katika haramu, wakati Mwenyezi Mungu hapendi mambo ya haramu, wala hapendi ufuska Akasema wakaraha ilaikum lkufra walfusuqa walisyan, Mwenyezimungu amechukia kwetu sisi waumini ukafiri, ufuska na wasi wa aina zote. Kwa maana hiyo hakuna ridhaa wakuridhiana makubaliano kwamba yakahalalika kwa kuwa wamekubaliana wao katika haram, hilo halikubaliki. Kwa hivyo hilo ni la kuepuka moja kwa moja.